Wanajeshi saba wa Pakistani wamefariki dunia kwenye shambulio la kujitoa mhanga lililofanywa na mwanamgambo wa Kiislamu karibu na mpaka wa Afghanistan siku ya Ijumaa. Wanajeshi hao walikuwa katika shambulio lilofanywa na mwanamgambo kwenye kambi ya kijeshi ya Waziristan iliyopo kaskazini mwa Pakistani baada ya mwanamgambo mmoja kuvamia gari lilokuwa na vilipuzi kwenye ukuta wa mpaka wa ngome ya kambi ya kijeshi. Taarifa iliyotolewa na Waziri Mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharifu imeeleza kuwa Afghanistan ililipiza kisasi kwa kuwa ilikosa subira dhidi ya taifa hilo kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya wanamgambo. Ameongeza kuwa jeshi hilo lilifanikiwa kuwadhibiti wanamgambo wengine wawili waliojaribu kuingia kwenye kituo hicho na kuwaua kwa kuwapiga risasi, hali iliyoepusha na athari zaidi. Amewataja Asia Kusini kama wahusika wakuu katika mapigano makali ya ardhini dhidi ya Pakistani ambao walianzisha mashambulizi ya angani katika mpaka wao na kuwaua watu kadhaa na kujeruhi mamia. Hata hivyo, muda mfupi baada ya shambulio hili Kundi la Taliban lilikanusha shitaka hilo na kuishitumu jeshi la Pakistani kwa kueneza habari potofu kuhusu Afghanistan, hali inayosababisha kuongezeka kwa mikutano ya mpaka na kuongeza chuki juu ya wanamgambo wanaohusishwa na ICC ambao wanapigana na makundi yanayojaribu kudhoofisha uthabiti na uhuru wake kwenye ukanda huo. Jasia za wanamgambo nchini Pakistani zimekuwa kero kubwa katika uhusiano wake na kundi la Taliban ambalo lilirejea madarakani mjini Kabul baada ya kuondoka kwenye majeshi yanayoongozwa na Marekani mnamo mwaka 2021. Mzozo wa hivi punde kati ya nchi hizo mbili ulianza baada ya somebody kuitaka Kabul wadhibiti wapiganaji ambao walikuwa wameongeza mashambulizi nchini Pakistani, wakisema kuwa wanaendesha shughuli zao kutoka maeneo ya hifadhi nchini ya Afghanistan. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.